Mwanangu, kama umeitwa na Yesu, usikae karibu na hao watu. Kaa karibu na watu wanaompenda Mungu, wakati wa njaa na wakati wa kushiba, wakati wa afya bora na wakati wa afya mbaya, wakati hakuna na wakati iko. Ikiwa umeitwa mwanangu, Ujue wewe ni nani. Kagua marafiki, chagua marafiki, bagua marafiki, sio wote wanakufaa. Vyote ni vyako, lakini sio vyote vinakufaa. Kuanzia leo, ninakuhubiria injili ya wivu kwa ajili ya kutunza kile kiko ndani yako. Angalia rafiki yako, na kama nia yake ni wakati kunajua wakati giza limeingia, analala. Achana na huyo mutu leo. Know who you are, know who you are, know who you are, know who you are. Pray with them but don't pray like they pray. Live with them but don't live like the way they live. Wasikwaze Roho aliye ndani yako, wasikwaze <laughs> Miaka inasonga na hujaanza kutumia kile ulipewa na Mungu. Siku hii ya leo, Mungu ataichochea, moto wa Mungu ataichochea in the mighty name of Jesus. Miaka inasonga na hujaanza kuitumia, itaanza leo tu kwa jina la Yesu Kristo. I want you to know who you are now. In the next three minutes nataka ujue nilikuwa naongea na nani. Ikiwa ukiwa nanja, na njaa na hauna chochote, hauwezi mwacha Mungu, bado unampenda hata zaidi. Umeitwa, umeitwa, umeitwa. Namba 2 ikiwa afya ni mbaya na umeomba na kuna muujiza inafanyika, lakini ile kiu yako ya kumwabudu Mungu iko vile vile na ulalamiki. Toka katikati ya watu umeitwa. Namba 3, ikiwa mambo yako yameharibika yote na unasikia kipindi cha maombi kimeongezeka zaidi, uko na mwito toka katikati ya watu. Usikae karibu na mtu ambaye mapito ya kija anaacha mwito, akikosa chakula haombi, akilala njaa anaacha mwito. Huyo mtu hajaitwa huyo mtu amekuja kufanya biashara kwa madibao ya Mungu. Achana yeye. Soldiers wanapewa shukrani, you can't pay them. Wanajeshi hawalipwi. Hiyo ndio maana nyumba ya askari na nyumba yako, nyumba ya askari ni mbovu A, wewe unaishi kwa nyumba bungalow na mansion na askari anaishi kwa nyumba kadogo hivi, sio kwamba nchi yake imtaki. ah -ah. When we are at home in the body we are far away from God in spirit. Kuna mtu amesaidika, ameelewa kile nimehubiri. God bless you. Mimi nimemaliza injili.